Sana ndani ya dakika 30 eh, tunaweza ndani ya dakika moja tunaweza kujaza kilo 30. Mheshimiwa Waziri Mkuu Nikuamba sasa anashuhudia zoezi na la kujazwa gesi kwenye kwenye haya mabasi yaendayo haraka hapa jijini Dar es Salaam yeah moja ya mabasi ya Moffat ambayo haya yamekuja katika mfumo wa kujazwa gesi, sio mafuta, na Mheshimiwa Waziri Mkuu anabofya kitufe pale kwenye pampu kuashiria tukio hili la kujaza gesi kwenye basi sasa ni mkombozi kwa Tanzania sasa. Uh, Tanzania imesimama kwa ajili ya kupiga hatua zaidi za kiuchumi. Kumbuka gesi hii pia itawafaa hata wale wenye viwanda uh, popote pale Tanzania walipo, wanaweza kufikishiwa gesi hii kupitia uh, magari makubwa yale ya kubeba uh, gesi wenyewe, wanasema tube trailers, ambayo yako maalum kwa ajili ya kubeba gesi kufikisha huko na natazama pia bei hapa, e, maelezo aliyopewa ni sahihi e, asije akawa amewekewa taarifa tofauti, anahakiki e, mheshimiwa waziri mkuu pale na tabasamu lake bila shaka linaashiria kwamba hakika ujenzi huu e, unaivutia Tanzania na unaendelea kuifungua Tanzania katika masuala ya nishati. Anapewa maelezo pale, msikilizaji na mtazamaji. Uh, vituo takriban viwili viko maeneo ya Mbezi chini, kuna vituo viwili viko Ubungo TBC pamoja na Masterges lakini pia kuna kituo cha Tazara lakini, lakini. Ni miongoni mwa vijana wa Tanzania hao ambao wamenufaika na ajira kupitia Puma Energy Tanzania, na hakika ndivyo ambavyo Tanzania inaendelea kutimiza uh, kiu ya wa vijana wengi wa Kitanzania kwamba uwekezaji unaofanyika basi waletee tija wazawa, waletee tija wa Tanzania.